Marekani na Ukraine wamefanya mazungumzo huko Jida ya kumaliza vita vya Ukraine. DRC kuweka sera mpya ya sheria kuhusu uzaji wa madini kutoka DRC. Kukuletea matangazo ya Duniani Leo mimi hapa ni Mary Mgawe na tutakuwa sote kwa dakika 30 za matangazo haya. Lakini sehemu ya pili ya matangazo ya leo tutakuwa na mkamiti kibayasa, kibayasi kukupa habari za afya. Tunaanza na taarifa kwamba maafisa wa Ukraine na Marekani wameanza mazungumzo Saudi Arabia leo kutafuta njia ya kumaliza vita na Rusia huku waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio akikutana na maafisa wa Ukraini na Saudi Arabia. Rais Volodimir Zelenski anatarajia kwamba mazungumzo hayo yanafanyika Jeda yatakuwa na uhusiano yatafufua mahusiano na Marekani ambayo alijitokeza uh, baada ya mkutano uliokuwa na mvutano baina ya Rais Donald Trump na Zelenski mjini Washington mwezi uliopita na kupendekeza makubaliano ya awali ya sitisho la mapigano na Russia kwenye anga na bahari. Pendekezo hilo lina lengo la kuonyesha anafanya kazi kufuatana na maelekezo ya Trump kumaliza vita kwa haraka baada ya rais wa Marekani kumshutumu kiongozi huyo wa Ukraine kwa kutokuwa tayari kwa makubaliano ya amani na kushinikiza kuwa na mazungumzo ya moja kwa moja na Russia. Na shirika lisilo la kiserikali la Mukuru Slums Development linafanya juhudi za kuwawezesha wanawake na vijana wenye kipato cha chini kwa njia mbalimbali nchini Kenya. Mratibu wa programu kutoka shirika hilo, Anne Muthoni, anasema wanafanya juhudi za kuwezesha wanawake kiuchumi, kusaidia wasichana waliojifungua katika umri mdogo na kutafuta ajira kwa vijana. Swala la ukatili wa kijinsia nalo na limepewa kipaumbele katika shirika hili. Yote haya yanafanyika wakati ambapo ukatili wa kijinsia nchini Kenya bado unaripotiwa kwa kiasi kikubwa. Wakati huu tunaungana na mratibu Ann Muthoni kwa njia ya Skype kuangalia juhudi hizi kutoka pale Kenya. Ann, mna mipango gani katika shirika lenu kuwasaidia wanawake kiuchumi na kuwawezesha vijana kupata ajira? Asante sana Mary, sisi kama Mkuru Slums Development Projects tunashirikiana na wanawake hasa walio wazazi wakiwa kwa umri mdogo kuweza kuwapatia masomo ya kiufundi wanajifunza kozi tofauti ambazo zinawawezesha kupata kazi au kuanzisha biashara zao wenyewe, ili waweze kujikimu kimaisha na kupata pia mapato yao ya kujisaidia, sio sasa hivi, hata kujisaidia kwa, uh, kwa, kwa miaka ijayo na suala la ukatili wa kijinsia ni tatizo nchini Kenya. Je, mnashirikiana vipi na serikali na mashirika mengine kutambua na kuelimisha jamii juu ya hili? Sisi huwa tunaungana kwa mijadala ambayo tunazungumzia mambo tofauti tofauti yanayochangia mambo ya ukatili wa kijinsia, na sana sana pia kuwapa fursa wale waliojipata katika hali hiyo kupeana maoni yao ya vile hayo matatizo ya ukatili wa kijinsia yanaweza yakasimamishwa hasa kwanza kukiwa na mambo ya uh, uh, social norms, negative social norms, ambazo ni kanuni za kijamii ambazo hazipendezi, ambazo sana sana ndio huwa zinachangia ukatili wa kijamii, mahali unapata watu bado wako kwa yale mambo ya zamani kuonelea kwamba mwanamke anastahili kuchapwa, mwanamke akidhulumiwa kwa njia ile, labda ni mavazi yake au ni tabia yake mbovu, ama mtu akiwa amemwoa mwanamke ana haki ya kumchapa maana ni bibi yake. Na unapata katika mtaa huu wa Mkuru watu hawaulizi a, swali a, a, ama kuzuia ukatili huo kufanyika wakisema kwamba huyu ni ukatili baina ya mume na mke. So tunajaribu kuangalia hizo uh, negative social norms ambazo zinachangia huo ukatili, na pia pamoja na mashirika mengine hapa Mkuru huwa tunakuwa na ushirikiano, mazungumzo uh, nayo tunaifanya kwa kila miezi tatu, na pia tukishirikiana na serikali upande wa uh, wa, wa security na upande pia wa kufuatilia kwamba kesi zinazoripotiwa za ukatili wa kijinsia zinaweza kuchukuliwa maanani na pia haki ikaweza kutendeka. Zaidi ya hayo, kwa wale walioadhirika pia huwa tunawasaidia kupata fursa ingine ya kusimama wima. Wakiwa ni wanawake, tunawapatia pia uh, fedha za kuanzisha biashara ndogo ndogo ambazo wanaweza kuzifanya na kuweza kupata mapato yao wenyewe na kuweza kujikimu kimaisha na pia kusaidia familia zao. Kuna mkakati wote mlionao kuhakikisha ukatili wa kijinsia unatokomezwa ifikapo mwaka 2030 ambao ni mwaka wa malengo ya millennium? Anasema mikakati hiko sio kwa mkuru peke yake, ila hadi pia kwa mashirika yengine hapa. Mkuru sote tunasimama wima kujaribu kupingana na jambo hilo na la muhimu ni kusema kwamba um, uh, uh, ukatili wa kijinsia kesi nyingi ni zile ambazo huenda kama hazijaripotiwa. Kwa hivyo ile tunajaribu uh, kuhakikisha linafanyika ni kwamba kesi zote za ukatili wa kijinsia zinaweza zikaripotiwa, na hapo ndipo, uh, tunaweza kufuatilia kuhakikisha usawa au haki imetendeka, maanake hata serikali itaweza kujua ni aptu, ni kiasi gani cha matendo haya ya ukatili wa kijinsia yanafanyika kwa kiwango gani? Manake, kama sasa. Nakushukuru sana Ann Muthoni kutoka Kenya kwa taarifa hiyo. Hadi wakati mwingine tutaungana nawe katika matangazo yetu unaendelea kuangalia matangazo ya Duniani Leo kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Tuelekee katika habari nyingine, ni kwamba kwenye kijiji kimoja cha Wamasai kilichopo sehemu ya ndani nchini Kenya, wasichana sio tu wanajifunza zaidi masomo ya kawaida, lakini pia wanajifunza jinsi ya kujilinda. Kwenye taifa ambalo unyanyasaji wa kijinsia ni kitu cha kawaida, wasichana hao wana mbinu za kujilinda, kujiamini, pamoja na kuweka mipaka. Harrison Kamau anasimulia zaidi, ripoti ya shirika la habari la Associated Press. Hapana! Hapana! Hapana! wasichana hao wanasema kwa sauti wakati wa kiligonga godoro, wanajifunza mbinu za kupigana. Ni wasichana wa kimaasai wanaoishi shule ya bweni huko Transmara nchini Kenya, kikiwa pia kama kituo cha kuokoa vijana waliopitia ndoa za mapema au hatari ya ukeketaji FGM. Grace Musheni mwenye umri wa miaka 14 amekuwa akiishi na kusomea kwenye kituo hicho cha Enkakenya Center for Excellence tangu elfu mbili ishirini na tatu. Kwa kujifunza mbinu hizi, unaweza kujilinda na kulinda miili yetu pamoja na wazazi wetu, kwa kuwa mwanamume yeyote anaweza kukubaka, na watakachosema ni kwamba ni rahisi kwako kwenda kwa mwanamume huyo na kuwa mke wake. Hapo wanachukua ng'ombe kutoka kwake kama mahari. no! no! No! Kituo hicho kilianzishwa elfu mbili na tisa na hakitoi mazingira salama pekee kwa wasichana waliopo kwenye hatari ya ndoa za mapema bali pia kinatoa masomo ya bure ya sekondari. Kinatumika kama motisha kwa wazazi, ili waruhusu wasichana wao wabaki shuleni badala ya kukumbana na ukeketaji, tamaduni ambayo bado inaendelezwa miongoni mwa wasichana wa Kimasai wa umri wa kati ya miaka minane hadi kumi na saba, ikitegemea kama umri wako unakuweka kwenye kundi gani. Msichana akishapashwa tohara anachukuliwa kama amekomaa kiasi cha kuolewa, ikiwa na maana kwamba maisha yake ya utotoni pamoja na elimu zimefika kikomo. Ingawa sheria za Kenya zinapinga ukeketaji wa wanawake pamoja na ndoa za wasichana wa chini ya umri wa miaka 18, yote mawili yangali yanaendelea, na hasa katika sehemu za mashambani ambapo viwango vya elimu vipo chini. Utafiti wa afya uliofanywa Kenya mwaka 2022 ulionyesha kuwa asilimia 66.3 ya wanawake ambao hawana elimu walikuwa wamekeketwa wakilinganishwa na asilimia 23 miongoni mwa wanawake wale waliokuwa na elimu ya zaidi ya shule ya upili. Hata hivyo, asilimia 23 bado ni kubwa. Kwa hivyo, kando na kutoa elimu, kituo cha NCA Kenya sasa kinashirikiana na shirika la I Am Worth Defending ama IWD katika kutoa mafunzo ya mbinu za kujilinda sio sana ili waweze kupigana na wale wanaojaribu kuwadhulumu lakini ni ili waweze kujiamini katika kila nyanja ya maisha. we, we of, you know, tunatumia mbinu zenye nidhamu, namna ya kujibeba, kuzungumza na kujiamini. Asilimia 85 ya manyanyaso ya kingono yanaweza kusimamishwa kwa njia ya mazungumzo namna unavyojibeba, namna unavyozungumza na kuwakemea watu walioweka mazingira hatarishi kwako. Hiyo ni njia mojawapo iliyopelekea kupungua kwa kesi hizo. Mafunzo ya kujilinda pia ni mbinu ya kuzuia manyanyaso ya kingono ambayo yanaweza kupelekea wasichana kukwama kwenye ndoa zenye manyanyaso mwanaume anaweza kukunyanyasa lakini, wazazi wake wakasema kwamba njia rahisi ni kwenda kwa mwanaume huyo na kufanyika mke wake, baadaye wanapokea ng'ombe zake kama mahari, anaeleza mwisheni. Purity Risanoi, msichana wa umri wa miaka kumi na mitano, amekuwa kwenye shule hiyo kwa miaka mitano sasa mama yake ni mjane na alifanya ukulima ili kulea watoto wake watano akiwa peke yake, lakini shinikizo la kitamaduni kutoka kwenye jamii yake lingalipo. Mm, wasasi wangu bado wanafuata mila ya zamani. Sasa at the end of it hata mimi nita go through FGM but venye sahizi nimepata knowledge, ninajua FGM ni kitu dangerous, ni kitu illegal, iko under law kwa Kenya. So sahizi siwezi fanya like hii, skills imeweza kunisaidia yeah. John Konsecha ni mzee kiongozi wa jamii ya Kimaasai. Mimi napenda hiyo, ili kijana aokope msijana, hata kama ni kofi kofi, hapana. Wowaye si hiyo, ni sheria ili aokope msijana. Ndoto ya Mwisheni ni kuwa mtaalamu wa software za kompyuta, wakati akitamani kurejea nyumbani na kutumia teknolojia aliyojifunza kubadili maisha ya jamii yake. Harizon Kamau, VOA, Washington DC. Basi, baada ya kutoka hapo Kenya, tuelekee katika taarifa nyingine. Ni kwamba hapa Marekani inafanya jitihada za kukabiliana na ugonjwa wa surua uliozuka hivi karibuni na kuripotiwa katika majimbo kumi na mbili na kuthibitishwa kifo cha mtoto ambaye alikuwa hajapatiwa chanjo na mtu mzima mmoja ambaye hakuwa amepata chanjo ya surua. Ugonjwa wa surua unaambukizwa haraka kwa njia ya mfumo wa kupumua. Dr. Frank Minja ni mtaalamu wa magonjwa ya kuambukiza kutoka jimbo la Atlanta. Tunaungana naye kwa njia ya Skype. Uh, Dr. Minja, uh, karibu sana katika matangazo yetu. Kuna taarifa za ugonjwa wa surua zilizothibitishwa Marekani mwaka huu na majimbo karibu kumi na mbili tayari yameripotiwa kupata kesi hizi. Je, tahadhari gani watu wanatakiwa kuchukua hapa? Yeah, kwa kiasi kikubwa, uh, tahadhari ya ugonjwa wa surua ni kwa njia ya chanjo, na chanjo hizi huwa zinapewa kwa watoto wakati uh, hata hajafika uh, umri wa kwenda shule na kadhalika uh, na hiyo ni chanjo ya measles, mumps and rubella, kwa maana ya MMR, kama hivyo hapo baba ameonyesha hapo kwenye kwenye TV kwa ajili ya watazamaji wetu. uh, na katika haya majimbo ambayo ametangaza ugonjwa wa surua Marekani, changamoto kubwa imekuwa ni kwamba kumekuwa kidogo na ugumu wa wazazi kuwapeleka watoto kwenda kupata hizi chanjo uh, za, za kujikinga na ugonjwa wa surua watu ambao tayari wamepatiwa chanjo wako katika hatari ya kuambukizwa. Hapana, hapana, hiyo uh, ndio kitu kikubwa ambacho tunajaribu sana kuwasihi watu kwamba uh, chanjo ndio uh, basically njia nzuri kabisa ya kujikinga na ugonjwa huu. Uh, kwa wengi hapa Marekani um, um, uh, uh, chanjo hizi zinapewa kabla watoto wajaenda shule, na katika majimbo mengi uh, moja ya vitu ambavyo watoto wanatakiwa kufanya, wanafunzi kabla hawajawa kusajiliwa shuleni, wanatakiwa wamepata hizi hizi chanjo. Na dalili zake zikoje? Mtu anaanza kuona kitu gani, mabadiliko gani katika mwili wake, na ndio hapo sasa atambue pengine huu ni ugonjwa wa surua? Aa, kwa kiasi kikubwa ni kama vipele na na, na kama mabaka hivyo, ndio vitu ambavyo kwa kiasi kikubwa watu wataona kwenye mwili, ambayo hiyo kidogo inakuwa kitu ambacho kiko Uh, dhahiri. Tuseme ni kwamba unaweza ukajua mtoto wako labda sasa hivi anaanza kuumwa surua, lakini kama kwa vile uh, magonjwa mengi ya virusi pia yana yanapelekea kushambulia mifumo mingine uh, sio ngozi tu, pamoja ndio hiyo unaweza ukafikia, uh, mifumo ya kupumua na mapafu na kadhalika, uh, ndio maana hii inakuwa ni hatari kabisa, na ndio maana hata wagonjwa wengine wamekuwa katika hali maututi na kama ulivyotangaza kwa awali na do, do, do Dokta Minja, ugonjwa huu unatibika kirahisi. Je, mtu anapoambukizwa, jambo la kwanza anatakiwa kufanya nini ili kuchukua hatua? cha, cha msingi kabisa cha, jambo la kwanza ni kufika katika kituo cha afya hicho. Uh, ndio kitu cha msingi kabisa uh, magonjwa mengi ambayo yanasababishwa na virusi kwa kiasi kikubwa uh, tunachofanya katika mahospitali ni kuwasaidia wagonjwa wapite katika zile dalili Uh, mbalimbali mathalan wakiwa na homa wanapewa dawa ya homa wakiwa kwamba wamepungukiwa maji wanaongezewa maji na kadhalika kwa njia ya kitaalamu tunaitwa supportive care hicho ndio kitu kikubwa zaidi ambacho wanapewa hawa uh, wagonjwa lakini ili usifike hapo cha msingi zaidi cha kusisitiza uh, kwa watazamaji wetu ni kwamba cha msingi ni upate uh, chanjo ili hata usipelekea kupata ugonjwa na hicho uh, ndio kitu cha msingi kabisa Shukran sana Dkt Minja kwa muda wako kushiriki nasi katika matangazo yetu ya Duniani Leo. Hadi wakati mwingine. Asante ndugu mtangazaji. Ukiwa bado unaendelea kuangalia matangazo yetu ya Duniani Leo, yanasikika moja kwa moja kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com, lakini nakujuza pia kwamba tunayo app mpya ya VOA Plus, ambayo unaweza kupata habari na vipindi vyetu na makala nyingine maalumu kutoka hapa Sauti ya Amerika. Tutapumzika kidogo tu, nitarudi baada ya muda mfupi, na kwamba usitoke. Washington DC, Marekani, Nairobi, Kenya, mpaka Dar es Salaam, Tanzania. Hili ni jarida la wikendi, ni uchambuzi wa kina, vitu ambavyo vimechangia kupanda kwa athari za bidhaa, siasa, maendeleo, tunaweza kuijenga Afrika yenye mafanikio, pasi kusahau tafiti tupate kutoka Tanzania, Kenya Kongo, DRC na maeneo mengine Afrika mashariki na kati, kwa ushirikiano wa Sauti Amerika VOA, Azam TV Tanzania na Citizen TV nchini Kenya. Hili ni jarida la wikendi, unaendelea kuangalia matangazo ya dunia leo, na hii ni sehemu ya pili ya matangazo haya kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Endelea kuwa nasi ili tukujuze zaidi yale yanayoendelea katika ulimwengu. Wakati hu twende basi katika chumba cha habari mwenzangu Kens Bwire iko pale kutuarifu mengine. Kennes, asante. Naanzia jumuiya ya Afrika Mashariki, katika nchi moja mojawapo, mkuu wa jeshi la Uganda Jenerali Muhozi Kainerugaba amesema kwamba jeshi la nchi hiyo limeingia Juba, Sudani Kusini, kulinda mji huo, wakati hali ya wasiwasi ikiongezeka kuhusu uwezekano wa kutokea vita kutokana na uhasama kati ya Rais Salva Kiir na makamu wa kwanza wa rais Riek Machar. Wasiwasi umeongezeka katika siku za hivi karibuni nchini Sudani Kusini baada ya serikali ya Kiir kuwakamata na kuwazuia mawaziri wawili na maafisa wa ngazi ya juu katika jeshi wenye ushirikiano wa karibu na Riek Machar. Waziri mmoja ameachiliwa huru. Ukamataji wa mawaziri mjini Juba na mapigano katika mji wa kaskazini wa Nasiri umeonekana unaweza kuvuruga mkataba wa amani wa mwaka 2018 uliomaliza vita vya wenyewe wa kwa wenyewe vya miaka mitano kati ya wanajeshi wa tiifu kwa rais Kiir na Machar na vilivyosababisha vifo vya karibu watu 1400. El Jenerali Muhoza ameandika ujumbe kwenye mtandao wa X kwamba wanajeshi wa Uganda waliingia Juba siku mbili zilizopita kuimarisha usalama mjini humo. Ameongezea kwamba jeshi la Uganda UPDF linamtambua rais mmoja wa Sudani Kusini ambaye ni Salva Kiir na kwamba hatua yoyote ya kupinga uamuzi wa wake ni sawa na tangazo la vita dhidi ya Uganda. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema leo Jumanne kwamba mashambulizi ya ndege kadhaa zisizokuwa na rubani yametekelezwa na Ukraini katika mikoa kadhaa ya Russia ikiwemo katika mji mkuu wa Moscow. Amesema hatua hiyo inaweza kuvuruga mazungumzo ya amani kuhusu namna ya kumaliza vita vya vi Ukraini. Akizungumza na waandishi wa habari, Peskov amesema mashambulizi ya hivi sasa ndani ya Russia tangu kuanza kwa vita hivyo yanaweza kuvuruga mchakato wa amani kwa kiwango kikubwa. Watu wawili wameuawa na kumi na nane kujeruhiwa, wakiwemo watoto watatu katika mashambulizi hayo katika sehemu kumi tofauti. Hakuna uharibifu mkubwa umeripotiwa. Aliyekuwa rais wa Filipino Rodrigo Duterte amekamatwa katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Manila kufuatia amri ya mahakama ya kimataifa ya ICC, serikali ya Ufilipino imesema kwamba kesi dhidi yake inahusiana na uhalifu wa kibinadamu iliyofunguliwa na mahakama ya ICC. Duterte alikamatwa baada ya kuasili kutoka Hong Kong, na polisi wanamzuilia kwa kufuata amri ya mahakama ya ICC ambayo imekuwa ikichunguza mauaji ya halaiki ya watu iliyotokea wakati wa utawala wake alipoagiza msako mkubwa dhidi ya ulanguzi wa dawa za kulevya. Na ni hayo tu, ambapo nimeangazia masuala matatu. Maria, nirejee kwako, uendelee na masuala ya DL. Tuonane baadaye, Bwire, asante. Na katika makala yetu ya afya leo, tunakuarifu kuwa Shirika la Afya Duniani linasema litapeleka dawa za ugonjwa ukoma nchini Nigeria wikiendi hii, baada ya kutatua tatizo la vipimo ambalo lilichangia uchelewesho wa mwaka mzima wa maelfu ya wagonjwa wenye tatizo hilo, wakiwemo watoto, kupata dawa wanazozihitaji ili kuzuia ulemavu usioweza kubadilika. Kameti Kibayasi anatoa taarifa. Nigeria taifa lenye idadi kubwa ya watu barani Afrika lina ripoti zaidi ya visa elfu moja vya ugonjwa wa ukoma kila mwaka, ugonjwa unaosababishwa na bakteria Mycobacterium leprae na hasa huathiri ngozi, neva za mwili na macho. Ukoma unatibika kwa dawa mchanganyiko, lakini bila kupata matibabu, ugonjwa huu unasambaa na husababisha vidonda pamoja na ulemavu kama vile upofu na kupooza wagonjwa pia wanakabiliwa na unyanyapaa mkubwa, anaeleza Awal Musa. Mara nyingi inanilazimu kujisaidia mwenyewe kama hakuna mtu wa kunisaidia, na hilo linaathiri majeraha. Kabla ya mwaka jana, majeraha yangu yalikuwa yanapona, lakini sasa yanazidi kwa mabaya. Maumivu ni makali sana. Katika hospitali ya ERCC kwenye jimbo la Nasarawa lililopo kilomita mia mbili magharibi mwa mji mkuu Abuja, wagonjwa wawili pekee wa ukoma walikuwa wamelazwa wakati Reuters ilipotembelea eneo mwezi Februari, baada ya wagonjwa wengine 26 kurudishwa nyumbani tangu mwaka jana kutokana na uhaba wa dawa na hivyo kuongeza hatari ya kusambaa ugonjwa huu unaoambukiza, unadhaniwa kuenea kupitia matone ya mate au kamasi pamoja na mawasiliano ya muda mrefu na mtu mwenye ukoma. Wafanyakazi wa afya wa ERCC walisema lengo lao katika mwaka uliopita ni kuzuia wagonjwa kuwa walemavu wa kudumu. Unajua, hali ya kujirudia inakuja kwa kesi nyingi unapoanza kutumia dawa, kwa kuwa hawajaanza kutumia dawa. Jambo muhimu zaidi, hatutaki waingie kwenye matatizo. Kwa hivyo, shida ni jambo gumu zaidi kama watapoteza vidole vyao, utapata wapi vidole vingine? Kama watashindwa kuona, nani atawapa macho? Kwa hiyo kile tunachoogopa ni zaidi ya hapo, wanakaa bila dawa, ugonjwa unasamba siku hadi siku. Takwimu za WHO zinaonyesha Nigeria um, ni moja nchi kumi na mbili zinazo ripoti kati ya visa elfu moja hadi elfu kumi kila mwaka, nyuma ya Brazil, India na Indonesia. Katika siku za mwisho kama mwaka mmoja sasa hatuna dawa za ukoma nchini. Hii ni mara ya kwanza tunaona aina hii ya hali ya ajabu yenye uchungu ambapo wagonjwa wa ukoma ambao unajua kwa kweli kama nilivyosema ni maskini na hawawezi kupata dawa hii ya kuokoa maisha. Kwa mara ya kwanza, dawa hizi zinakusudiwa kutolewa bure. Zinaletwa na WHO na bado tuna mwaka mmoja na zaidi bila kupata dawa hizo. Na katika habari nyingine ni kwamba waziri wa biashara wa DRC Julian Paluku amekutana na wabunge wa Ulaya mjini Kinshasa kwa ajili ya kujadiliana masuala ya madini nchini humo. Miongoni mwa mambo yanayozungumziwa ni kuhusu kuweka sera na sheria mpya za madini nchini DRC. Baada ya mkutano huo atakwenda katika mataifa ya Ulaya kushinikiza kanuni kali za uzaji madini DRC. Kwa muda mrefu DRC imekuwa ikitabika jinsi ya kudhibiti madini ingawa kuna makampuni ya nje yanayofanya biashara ya madini nchini humo. Muda mfupi uliopita nilizungumza na waziri wa madini Julian Paliku kujua mkutano huo na juhudi wanazofanya kudhibiti madini, lakini pia nikamuuliza, je, mambo haya yote yatatekelezwa kwa haraka? Ndiyo, tunawaza kama itakuwa mmoja wa suluhisho kwa mambo ambayo inapitia katika mashariki mwa Kongo kwa sababu unajua na mkataba ambao Umoja wa Ulaya imeweza kusaini na Rwanda kusema itachukua madini kutoka Rwanda kuingia Ulaya, ijapokuwa ulimwengu mzima unajua ya kwamba Rwanda haina yale madini madini yu, iko katika mtaa wa Masisi uh, sanaita Rubaya, tuna madini karibu asilimia sitini ya madini ya ulimwengu mzima, ndio maana serikali ya Kongo inaomba madini yote kutoka kwa Rwanda itajulikane kama madini ya umwangaji wa damu, sababu ni huu mpango ambao utasaidia kuweza kutia nukta kwa vita ambavyo vinafanyika katika mashariki ya Kongo. Na je, udhibiti huu ama utekelezaji wake utafanywa na nani? DRC ama mataifa ya Ulaya? Mimi nawaza uhusiano tunao na mataifa yote ulimwenguni ndio utasaidia kwa kuweza kutekeleza hayo mambo. Unajua ni mara ya kwanza tangu miaka thelathini sasa, Rwanda kutambulikana kama inafanya mauaji ya uye katika mashariki ya Congo. Sijaona miaka thelathini iliyopita ulimwengu mzima kushtumu Rwanda, iwe Marekani, iwe Ubeliji, iwe Ufaransa, iwe Ujerumani, iwe e, sijue nchi kadhaa. Leo wote wameamua kuweza kutaja Rwanda kama mojawapo ambayo inaleta machafuko mashariki mwa Kongo, na hiyo kwetu ni kitu muhimu sana. Katika mazungumzo yenu na wabunge wa Ulaya, kuna jambo gani kubwa ambalo mmelizungumzia ama makubaliano mliofikia kuhusiana na masuala ya madini? Mazungumzo hayo imehusu hasa madini. Unajua ni, wa, ni umoja wa Ulaya kupitia kamisheni yao ndio imeweza kusaini mkataba na Rwanda na mazungumzo yetu na wanabunge ilikuwa ni kupendekeza tu wafae juu chini, ili mkataba huo uweze ukavunjwa, kwa sababu haiwezi ikatambulikana umoja wa Ulaya ambao wanafanya juu chini, ili demokrasia na eh, eh, uongozi bora uwe katika Afrika, wao tena ni wale wale ambao wanasapoti mtu ambaye anafanya vitu kama hivi. Ndio maana tumepitia njia wana, ya wanabunge ili kupitia wao tukuwe na uhakika ya kwamba mkataba huo oh, utavunjwa alafu Rwanda ikose pesa. Unajua, kama madini kutoka Rwanda hainunuliwe tena ulimwenguni, Rwanda haitapata pesa, kwa sababu katika bajeti yake bajeti yake Rwanda ina karibu miliari moja, bilioni moja mia mbili ya dola za Kiamerika ambayo inatoa kwa Uh, ununuaji wa madini kutoka mashariki mwa Kongo. Kwa hiyo kama tunatia nukta kwa mkataba huo, yaani bajeti ya Rwanda itakosa pesa zaidi ya bilioni moja. Mwisho kabisa ni kuhusiana na miundombinu. Nafahamu kwamba katika maeneo ambayo yana mafao makubwa ya madini, uh, kumekuwa na miundombinu duni sana upande wa DRC ambao wakazi wa eneo hilo hawanufaiki kama shule, barabara, mahospitali na vitu kama hivi. Katika kanuni hizi ambazo mnakwenda kupendekeza, hili litahusishwa. Ndio unajua tuko ndani ya vita tangu miaka thelathini vile nakueleza kama uko kwa vita, hauwezi pia kushughulikia mambo ya shule, mambo ya barabara, mambo ya kuleta maji, mambo ya nini. Leo sasa unajua, Kagame amefanya hivi, ye analeta vita mashariki mwa Kongo. Sasa yeye anajenga kwake, na ulimwenguni anaonekana kama yeye ni mwongozi bora, kwa sababu watu wanasema, kwa nini Kagame? Wakati unafika Rwanda unasikia mambo yote iko iko vizuri sana, lakini unafika Kongo mambo ni mabaya. Sasa yeye ame, ametumiza ame hiyo kama strategy yake ya kuleta vita. Unajua, mimi wakati nilikuwa gavana, tulikuwa tukikamata FDLR ambao tunawatosha porini, tunawachukua wanaenda Rwanda, lakini baadaye Kagame alikuwa anawasukuma tena na anarurisha Kongo, kwa sababu hakukua anataka hii mambo FDLR, ya FDLR ikomeshwe ndani ya mashariki mwa Kongo. Ndio strategy alikuwa anafanya kila wakati, tukisukuma FDLR kwake yeye anawarurisha kupitia njia za magendo, tunawaona tena wamefika Kongo, kusudi aendelee kusema kama mimi nafanya vita Kongo, ni kwa sababu ya wa, ha, watu wa FDLR. Hiyo mambo pia nimeweza kuyazungumza, kwa sababu unajua kunapita miaka thelathini na moja mambo ya jenosid ya imefanyika. Yani, kama ulikuwa FDLR una miaka ishirini, leo ongeza miaka thelathini na moja utakuwa na miaka hamsini na moja. Kama ulikuwa kamanda una miaka arobaini, ongeza miaka thelathini na moja itakuwa sabini na moja. Kwa hiyo, kwa nini anaendelea kudanganya watu ya kwamba FDLR ambao wana miaka sabini miaka themanini ama miaka tisaini wanakuwa kitisho kwa serikali ya, ya, ya Rwanda. Kwangu FDLR ambayo Kagame aendelea kutafuta ni madini ya Kongo, kwa sababu tangu vita vimezuka katika mashariki ma Kongo, ndio Rwanda imekuwa mojawapo ya wale ambao wanajulikana ulimwenguni mzima kama wana madini. Kwa nini mbele ya vita yeye hakukuwa na na najulikana ulimwenguni kama na madini sasa. Vita ndiyo vimezaa madini ndani ya nchi ya Rwanda. Hiyo ni mambo ambayo anazungumzia kila wakati, kuonyesha ulimwengu mzima kama ni FDLR ambao majina yao ndiyo madini, ndiyo Kagame anafuatilia na, na